Katika ulimwengu wa sasa ukatili umechukua sura mpya na ni hatari ambao ni ukatili wa kijinsia mitandaoni. Mitandao ya kijamii ambayo ingepaswa kuwa chombo cha kuharakisha maendeleo na mawasiliano, sasa inatumika kuwa ni uwanja wa vitisho, matusi, kuchafuana majina na kusambazwa kwa taarifa au picha za faragha bila ridhaa ya mhusika, yani cyber bullying, cyber harassment and revenge porn. Ukatili huu una athari kubwa sana hasa kwa wanawake na wasichana, kwani wakati mwingine husababisha unyanyapaa, sonono yani depression, na hata kupelekea kujitoa uhai. Naamini kupitia kongamano hili tutapata muda wa kujitathmini, kuhamasisha na kuja na mikakati itakayopelekea kuchukua hatua madhubuti za kukomesha vitendo vya ukatili wa kijinsia nchini mwetu, hususan ukatili kupitia mitandaoni. Ningependa pia nizungumzie kidogo kuhusu taasisi yangu ya Zanzibar Maisha Bora Foundation. Sisi pia tunaungana na dunia nzima na kila mmoja wetu kupinga vita swala zima la ukatili wa kijinsia. Katika kuunga mkono juhudi za serikali, taasisi yangu Zanzibar Maisha Bora Foundation imeendelea kutoa huduma mbalimbali kwa wanufaika 3667 ikiwa ni pamoja na kuwapatia elimu ya swala zima la kujikinga na udhalilishaji, kuwaunganisha waathirika na huduma za afya, ushauri na saa pamoja na huduma za msaada wa kisheria kupitia kambi zetu za afya bora maisha bora. Sasa hivi pia Zanzibar Maisha Bora Foundation kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto tunatengeneza mfumo wa kidijitali utakaowezesha utoaji wa taarifa, utunzaji wa kumbukumbu na ufuatiliaji wa matukio ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia katika ngazi zote. Mfumo huo unaitwa Zanzibar GBV Case Information and Management System na unalenga kuimarisha uratibu, uwajibikaji upatikanaji wa huduma kwa waathirika kwa ufanisi zaidi.